Jambo la pili ambalo limetakiwa ni maelezo, Waislamu tuko hapa na wale ambao wako maeneo mengine, nchi yetu imekabiliwa na uchaguzi mkuu wa serikali ya mwaka mwingine, uchaguzi ambao ni lazima kama waislamu tunaposali, tunapokaa kwenye vikao tumwombe Mwenyezi Mungu atujalie, atudumishie amani yetu, tumalize uchaguzi wa katika hali ya salama, tuendelee, katika hali ya ya salama salama ili katika tunao, kama kweli tunafuata kama Mtume sallallahu alaihi wasallam, hatuna budi kuombea taifa letu, hatuna budi kuombea kuombea viongozi wetu, kwani Allah ameshasema atii Allah wa atii rasula wa ulul amri lazima tumtii Mtume, lazima tumtii Mwenyezi Mungu na mtume wake, na tuwatii viongozi wetu wale wanatawala, na kuombeni sana. Tuwe wa waanzslam wa na wale wa waswaislamu, tuwe watu wa mwanzo katika kuhakikisha tunailinda amani yetu ndani ya nchi yetu, wakati kabla ya uchaguzi, wakati wa uchaguzi na baada ya uchaguzi, hususani vijana, hususani vijana. Kama unapenda uwe tajiri utajiri wa ulimwengu huu, basi tunaambiwa kwamba kukinai kunatosha kuwa karibu. Huu ni wasia na si wasia wangu, ni wasia wa Mwenyezi Mungu kupitia kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini jambo lengine ambalo tunawasia, kama unapenda kusikiliza Shekh Nurdin Kishki, kama unapenda kusikiliza Othman Maalim. Naamini kama kwamba tutaishi katika misingi hii. Ukihitaji nipo, nenda kasema Qur'an. Ukihitaji utajiri, kinai na ulichokuwa nacho. Ukihitaji mawaidha ya kufikiria, kufa basi, inshallah naamini tutakuwa wenye kufuata yale ambayo tumetakiwa katika ile sura ya hadhari, kama haya ambayo nilikuhi Ninawataka kuru jamaa wale ambao wao labda wanajua wa wanavua ambavyo hawashiriki au aw, hawafanyi mashindano na wao, ili waweze kuweza kufanya mashindano katika kampasi zao, lakini vya va vile kushirikiana kwa pamoja, hivyo zinavilizana bali, nashukurani na dhati wale wote ambao waliohudhuria siku ya leo.